Vifuatavyo ni vyeo tisa vya Papa katika Kanisa Katoliki na umuhimu wake. Namba moja. Papa ni mwakilishi wa Kristo. Cheo hiki kinasisitiza kuwa papa ni mwakilishi wa Kristo duniani na kiongozi anayeonekana wa Kanisa, akiwa katika umoja na maaskofu wote ulimwenguni. Kulingana katika hisima Kanisa Katoliki, papa ni mwakilishi wa Kristo na mchungaji wa ulimwengu wote. Anashikilia mamlaka kamili na ya moja kwa moja katika Kanisa ambayo anaweza kuyatumia kwa uhuru kamili. Namba mbili. Papa ni mfuasi na mkuu wa mitume. Cheo cha mkuu wa mitume kinaangazia utume ambao Kristo alimkabidhi Mtakatifu Petro, Petro kama mchungaji wa kundi lake. Kulingana na kitabu cha mwaka cha Vatican Annuario Pontificio cha mwaka 2024 na kanuni za sheria ya kanisa, Petro alipokea jukumu la pekee la uongozi katika kanisa kwa maneno haya: wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, Mathayo sura ya 16 Mkuu wa kanisa la ulimwengu. Neno pontifex linatokana na Kilatini, pontifex ambalo kiwalisea linamaanisha mjenzi wa daraja. Cheo hiki kinakumbusha utume wa papa kama mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu pamoja jukumu lake kama kuhani mkuu na mchungaji anayeonekana wa kanisa. Jina hili limejumuishwa pia katika anyo portfolio ya sasa. Namba nne. Papa ni patriarki wa magharibi. Cheo cha patriarki wa magharibi kinaangazia mamlaka ya papa juu ya makanisa ya ibada ya Kilatini. Karne za kwanza maaskofu wa viti vikuu vya kitume yaani Roma, Konstantinopoli, Aleksandria, Antiokia na Yerusalemu waliitwa mapatriarki. Anuario Pontificio pia inampa pontifex mkuu cheo hiki. Namba tano. Papa ni askofu wa Roma. Mamlaka ya papa inatokana na ofisi yake kama askofu mkuu wa Roma, mfuasi wa Mtakatifu Petro, ambaye alikufa na kuzikwa huko mwishoni mwa utume wake. Jimbo kuu la Roma ni kiti chake na kanisa lake kuu ni Basilika Mtakatifu Yohane wa Laterani, linaloitwa mama na kichwa cha makanisa yote ya jiji na ulimwengu.